Nyienyie hey, ile sera imefoka objective namba mbili, mi ndo niloipenda zaidi hiyo, ikasema hivi itasimamia ulinzi usalama wa kisiasa, kijamii na raia wake wote. Yaani, sasa Tanzania haitaki mzaa, iwe ni chokochoko -choko za kisiasa, iwe ni chokochoko -choko za uvunjifu wa amani zinazokuja kwa mgongo wa siasa kwa mwamvuli sijui utetezi wa haki za binadamu itadili nao na kwa kuchukulia ili jambo serious zaidi limewekwa kwenye sera ya mambo ya nje. Yaani, hata hao wageni wanaoitwaga hao watetezi sijui wajue mapema kwamba kama ili jambo linahusu vunjifu wa amani ya Tanzania, kama ili jambo linahusu uchochezi wa kisiasa, Tanzania itasimama kidete against all that. Tatu, wanalenga kusupport zaidi mahusiano kati ya resources zilizopo Tanzania na mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo hii ni nafasi yako kama wewe ni mkulima, lima sana, serikali imesema itakusapoti, imeitangazia dunia nzima, inataka kutumia rasilimali zilizopo kwa. Kama unalima pilipili, unalima maparachichi go ahead and do it. invest your pesa huko, serikali imesema itashughulika na hivyo vitu moja kwa moja. Wewe ni mchimbaji wa madini, wewe keza kwenye sekta ya utalii go ahead and do it. Serikali imekusikia, imeliweka hilo jambo kwenye sera ya mambo ya nje. Kwamba saa hizi hiyo ndio focus ya serikali. Na ndio uzuri wa kufuatilia hivi vitu, ukifuatilia hivi vitu unakuwa unajua hata pesa yako iwekeze wapi, kwa sababu unakuwa unajua support ya serikali kwa asilimia kubwa itakuwa wapi. Hii nayo nimeipenda. Serikali imesema hivi itasimamia haki za binadamu, usawa na utawala bora kwa misingi ya sheria za kimataifa sambamba na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na tamaduni na mila na desturi za Watanzania. Kwa maana hiyo, hapa inagusa kabisa yale makundi ya LGBTQ, yale watetezi wa haki za binadamu ambao muda wote walikuwa wanatutafutia taftia engo oote, oh, tunakiuka haki za binadamu. Serikali imesema kabisa kwenye msimamo wake sasa kwamba chonde chonde, mnavyokuja kutaka urafiki na Tanzania, mjue ajenda za haki za binadamu, ajenda za utawala bora, zote ziendane sambamba na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mila na desturi. Lakini pia ikasema itajisimamia uhuru wake itasimamia maslahi yake, yale ambayo tulisema siku nyingine tutayajadili. Lakini pia sera hii ya mambo nje kwenye objectives imeweka kuwajali zaidi diaspora, wale watu ambao wamezaliwa Tanzania, lakini kwenye harakati za kutoa maisha wako kwenye nchi zingine, wanauraia wa nchi zingine. Sasa serikali inaandaa mikakati mizuri zaidi ya kuweza kuwa support na kuwapa status bora zaidi ambayo itafanya wao wachangie kwenye maendeleo ya taifa letu. Kwenye sera hiyo hiyo ya mambo nje, lengo jingine ni kuimarisha mahusiano ya kikanda yale mahusiano yetu ya East African Community, AU, sisi tunataka kuyaboresha, lakini pia tunataka kushiriki kwenye initiatives, yani hatua zote za utunzwaji wa amani, utawala bora barani Afrika. Hayo ndiyo mambo msingi zaidi ambayo nilikuwa natamani uyafahamu kuhusu sera mpya ya mambo nje leo, kwa sababu najua most of you mnafuatilia vitu, mnaonaga vinaboa. Mimi niko hapa kukurahisishia, kukuelezea hivi vitu kwa wepesi zaidi. By the way, yeah yeah yeah, I know you saw this. Bye, see you next time.